Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa amma ba'd Angalia uzito wa kizazi kizazi familia uzito wake katika dini hadithi aliyoipokea Abi Hurairata radiallahu anhu asema inna rahima shijnatun min arrahmani ni mizizi

wa man yaqta'aha yaqta'uhu, ukiunga. Yani mizizi ni mizizi kutoka mana na Arrahman, au ni vitawi vitando kutoka mana na Ar-Rahman, ukiviunga Mwenyezi Mungu akuunga, ukivikata Mwenyezi Mungu akukata. kisha laha lisanun talqun dalqun yawm al qiyama, Mwenyezi Mungu ameujalia kwamba ule uzao una u ulimi uliokuwa na ufasaha, ulimi uliokuwa na balagha, yaani uhodari wa kuelezea. Mwenyezi Mungu ameupa siku ya Kiyama, utaeleza vizuri: fulani alikuwa hanithamini, fulani alikuwa hanijali, fulani alikuwa hanitambui, fulani alikuwa akinitenga, fulani alikuwa akinikata, fulani alikinifitini, fulani fulani, aliki, fulani, fulani. Subhanallah, angalia hatari ya kizazi namna gani, Mwenyezi Mungu mpaka amekipa ulimi. Na ndugu yangu, katika hadithi ambayo kwamba yasisimua kuonesha faida ya kuunga kizazi, subhanallah, vitu viwili mwanadamu huvipigania sana, kuishi na hizi mbio zote ni namna gani utapata maisha bora Ndiyo zote wanazo watu wenye kuuza madrugs, wenye kuua, wenye yeye uradhi auwe iliye aishi. Sasa angalia katika kuunga kizazi, mambo mawili haya yapatikana: maisha bora, riziki bora. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi aliyopokea Anas bin Malik, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man ahabba, anaipenda an yubsata lahu fi rizqihi, akunjuliwe rizqi yake. Yaani, ile riziki utakaokuipata, Mungu aitilie baraka, ndio maana yubsat lahu fi rizqihi. Mungu akutilie baraka <coughs> haimaanishi kupata riziki nyingi, kwa sababu lengo si wingi, lengo kubarikiwa katika kile ulichokipata. Kuna watu wana chingi lakini hawajabarikiwa. We utaamini, kuna watu hawajui hata wapike mchele gani. Ukiulizwa bana, leo tutapike kupi? wali tutumia mchele gani? Angalia, tutumia pishori, tutumia Fatma, tutumia Mariam, tutumia basmat, tutumia sijui, ana kila aina lakini, hebu muulize kile anachokila anakionea tamu. Kile anachokila anakionea tamu. Kuna mmoja anawatenga mchele wa chenga huu, lakini anakula kwa kuonea raha, tena kwa kufurahi. Sheikh Ibrahim bin Adham siku moja alisikiwa akisema maneno. Alikuwa maskini sana huyu, amekaa chini ya mti, akaja mtu akatupa taka, akapata katika zile taka zilizotupwa kuna mkate, na yeye alikuwa na chupa ya maji au chombo kina maji, akasema maun wa khubzun wa dhillun la amri hadha niamun ajallu, maji nnayo, mkate nnao na niko chini ya kivuli hapa. Na hapa, hii ni neema kubwa sana. Neema gani? Wewe uko chini ya miti, neema kubwa sana. Subhanallah, mkate mwa mtu kuja kutupa, naam, neema kubwa sana. Unaweza kwenda kumsaidia mtu, wewe ukampa chakula kiliobakia, ukamwona anavyo alivofurahi na alivokushukuru wewe, ulo ulo kila freshi ulikula na huku alalamika, chakula gani hichi? Subhanallah, man arada an yusata lahu, yani Mungu ndo atakukundulia. Mungu waeza kukupa riziki lakini ikakusonga. Mungu waeza kukundulia ak, yani akakupa riziki, rubbama ataka fa manaka wa rubbama manaka fa ataka. Si kila alo nacho wamepewa, wengine wamepewa kukosa. mtu ana kila aina ya chakula lakini hafai kukila. Na katika sababu kubwa inayomfanya mwanadamu awe hafai kutumia alonacho ni kula batil, ni kula kwa dhulma. Waambiwa mwanamsemo, wanasema man akala bibatilin jaa bihaqin. Sikizo uzuri, hii ni kaida: man akala bibatilin jaa bihaqin, nini maana yake? Ukitukua cha mtu ukichukua cha batili, ukala kwa batili, si haki yako, mshahara sio wako, pesa ulotukua sio zako, sijui ni kazi uliyoifanya haistahiki malipo kama hayo. Ukala kwa batil, jaa bihaqin, Mungu atakupandaa kwa haki. Haki lillah, huna kulalamika, huna kusema sina, sikupata sikuweza kununua, unao lakini hufaa kutumia. Kumepikwa, mi hazinifai. Kuna skirimu mi sili na sukari, kuna sijui nini mi hainifai, kuna sijui nini mi nimekatazwa kula, ina mafuta mi. Jaa abi haki waka wakana njaa na chakula unacho. Ah, kuleni bwana, mi wajua nimeambiwa nifanye diet. Utaona mungu we, subhanallah. Subhanallah. Ogopa kula batil. Ogopa kula kwa batil. Ukila kwa batil, basi utakaa njaa, utakaa na njaa bihaqqi lillahi. Ogopa kula kwa batil. Kabisa, ni hatari sana wewe kula kwa batil. Natija yake Mwenyezi Mungu hukupa hukujalia uka, ukakaa na njaa haki lila sikuwa, umekosa chakula chakula, unacho vyakula, viko nyumbani, kila aina ya vyakula, lakini hufai kuvila. man akala bibatilin jaa bihakin. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu haya maneno jamanini, usiyafikirie kwamba umeyasikia kwa, kwa Izudin. Chukua haya maneno, ni Mtume anakwambia, anakuuliza wataka kukunjuliwa katika riski yako, riski yako iwe kundufu, riski ipatayo ifurahikie. Unaweza kula sima na kipande cha papa na roho ikawa imewasuika. Unaweza kula vyakula tofauti tofauti, kuna biriani, kuna sijui mandi, sijui kuna nini, kuna nini, ukaawala tu mbona. Ah, sijisiki siki kula kila chakula upikiwacho, hujisiki jisiki sasa Mtume swalla sallam asema, ukiwa wewe wataka an yubsata lahu fi rizqihi, ya kwanza ndio kitu kitu kinachofanya watu wasome ma university nini, apate kazi nzuri, mshahara mzuri, awe na chakula kizuri. Anakwambia ale healthy. Sasa wataka kula healthy, la kwanza. Wanau wayunsaa wa, wa, lahu fi atharihi, na apewe umri wenye matendo mengi mazuri, aengezewe katika umri wake. Makusudi wa kuengezewa ima uishi umri mrefu, lakini lengo si umeishi miaka mingapi. Lengo katika miaka ulioishi umeyafanya mangapi? Unajua, kuna watu wamefanya kazi muda mfupi sana, lakini wamechuma nyingi, na kuna watu wamefanya kazi muda mrefu sana wamechuma nothing. Sasa natija haiangaliwi kwa period, yaangaliwa kwa ulichokipata katika ile muda, umepata kiasi gani? Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, wayunsaa wayunsaa lahu wa yunsaa lahu min annasaa, kuengezewa katika umri wake, falyasil rahimahu, na unge kizazi ukiunga kizazi, Mwenyezi Mungu hukubarikia katika umri wako. Baraka huja kwa maana mawili, ima kukupa umri mrefu, au kukupa mambo mengi katika umri mfupi. Mwangalie Imam Nawawi miaka 45. miaka 45. arobaini na tano can imagine miaka arobaini na tano vitabu alivyovitunga ni nawee, tukipewa miaka mia mbili hatuwezi elimu alioieneza. Sasa si umeishi miaka mingapi lakini umeishi ukafanya mambo mangapi? Mtume sallallahu alayhi wa waali wasallam miaka aloishi baada ya utume ni midogo kuliko kabla ya utume, lakini alioyafanya kuanzia baada ya kuondoka Mtume miaka alfu na arobaamia. Mpaka leo watu watamani lao warudi tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema kungekuwa kila kitu complete kwa sababu gani? Kubarikiwa katika umri. Riwaya nyingine iliyopokewa na Abi Huraira, mtume saa slama man sarrahu aina, mtu ambaye kwamba itamfurahisha yeye, an yubsata ona, kukunduliwa. Sasa hapa imekuja kwa maana kwa maana an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsaa wa an yunsaa, kuleni wa yunsaa wa an yunsaa lahu fi atharihi falyasil rahimahu hapa utapata katika hizi hadithi mbili kwamba kuunga kizazi katika ma, matunda yake matunda ya kuunga kizazi ni mingi sana. Kuna matunda ambayo kwamba wewe utayachuma yani, kuna natija ambayo kwamba utaizipata ukiwa hapa hapa duniani, na kuna matunda ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuwekea kesho akhera. Ama matunda ambayo utayapata hapa hapa duniani, bastu riziki katika dunia watuli lumri, kukunduliwa katika riziki riziki yako. Sasa pengine hapo kutakuja suala, si mtu akizaliwa huwa ameshaandikiwa Malaika humwandikia mambo manne: umri wake, ajali yake, rizqi yake, na ni said au ni shaqi, mwema au ni mbaya. Sasa atakunduliwa vipi na ashaandikiwa? Kwani anayekukundulia si aloandika? Na Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? Yamhu llahu ma yasha wa yuthbitu ma yasha wa yuthbit wa, wa indahu umul kitab Mwenyezi Mungu hufuta akitakacho. Kuna vitu Mungu ameandika hivi havifutiki, kuna vitu Mungu, yamhu Allahu ma yasha, hufuta takao. Ima ni kwa maana kwamba hata kama ulikuwa umeandikiwa maskini, Mwenyezi Mungu hukubadilishia akakuandikia tajiri kwa kuunga kizazi, au Mwenyezi Mungu akakujalia ukawa wewe ni mja utaishi riziki chache waipata lakini wewe una umepata sana kujalia, bebe, kwa sababu gani Mungu amekujalia wewe. Humwangalia lokuwa juu yako, humwangalia lokuwa chini yako, humwangalia lokuwa juu yako, humwangalia lokuwa chini yako. Manake wewe ukipita na mfuko umebeba papa huangalia alobeba kuku huangalia alo ambaye hakubeba chochote. Ukitaka kuishi vizuri siku zote Usiangalia atembea usi na gari, mwangalia atembea na magongo, wewe utaishi vizuri. Usiangalia mimi naishi nyumba ya one bedroom na watoto na mke, mwangalia lala barabarani, utaishi vizuri. Usiangalia usi kwamba mimi yani mshahara wangu, angalia kuna ambaye hana mshahara kabisa, kuna ambaye hana kazi kabisa Juma, alhamdulillah alhamdulillah. Kuna bwana siku moja, siku ya Idi atoka kuswali Idi nyumbani, hana chochote, hana chochote. Yafikiria leo Idi mimi nitakula nini? ya rab, idi leo hata idi basi nakosa chakula. Akamana jamaa jiani, akampa embe, ili ili embe, mango hii, akapewa zima, sema ha, amefika nyumbani, sema ha, e Mungu Watu hidi hula sambusa hula kababu hula katlesi hula makeki hula bokoboko, basi mimi sikupata chochote kijisambusa, sambusa sambusa. embe, ya Rabi, embe, akawahulalamika embendae memshika. Akakaa sehemu dirishani kwake, akachukua kisu, yakakata ale maganda embe akayahutupa dirishani pale. Kumbele chini ya dirisha kuna maskini amekaa, likitupwa lile ganda akalitukua kala, akasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu hakumsahau mja wake hata kwa ganda la embe. Huyu amepewa embe zima yulalamika, yu yule yu amshukuru Mwenyezi Mungu kwa ganda la embe, alhamdulillah, Mungu hamtupi mja wake, hakunisahau ngalao leo idi ngameniruzuku japo kuwa ganda la embe. asa ye yeah, anaona hakupata chochote, amepata embe mwenzake. Anashukuru amepata ganda la embe. Sasa Mwenyezi Mungu akikundulia katika riziki, kwanza hukufungia milango ya kuangalia kina fulani wana, wana, wana, wana, wana. Uwa, wewe kazi yako kuangalia kuna ambaye hana hana hana, hana, hana, hana, hana. Huangalii waliopata watazama, wewe kazi yako siku zote watazama waliokosa, hawa wamekosa hawa hawana hawa hawajapata hawa hawa hawa mpaka mwisho wake. Na ni vipi huongezewa katika umri? Yawezekana hakikatan kwamba huongezewa umri hakika akaongezewa, kama alikuwa aishi miaka ishirini akapewa thalathini au arobaini. Na yawezekana kwamba la kuongezewa kwa huku nkubarikiwa kwamba kwenye umri mchache lakini akayafanya mengi sana. Ni wangapi ukiwauliza una miaka mingapi? akawambia sabini, lakini muulize katika hii miaka sabini, una mambo waweza kunambia tu sa, mambo saba ulioyafanya ambayo haya mambo a taweza kuweka katika tarehe yako, ndugu zangu katika kitu ambacho kwamba mimi nimesoma sana katika himma, kuwa na himma katika dini sikusoma baada ya kuangalia watu wa dini, ingawa ni naye mwalimu wangu, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu na taa nyingi na afya njema, Alhabib Umar. Kila nikimwangalia mashallah, ya kupasuala kuuliza yuwapumzika saa gani, lakini halinishangazi kwa sababu man talaba man, naara, man arafa ma yatlub hana ma yabdhul. Ukijua wewe wataka nini? wajua wewe wataka nini, hujali watoa nini. Utashangaa mtu amenunua ardhi kwa milioni mia, lakini ajua yeye kwa nini akatoa milioni mia kununua ile ardhi, ajua mimi nitapata nini. Kisha sasa mimi si shangaa Alhabib Umar kumwona vile, kwa sababu so najua atafuta kitu gani, najua akitakacho ni kipi? Lakini nikaja nikashangaa nikaangalia, wanasiasa watafuta kiti bungeni, hawalali hawachoki, henda mbio kama farasi wa kijini. Je, yes, sisi yes, tutafuta tuta, tuta, tuta ukiti peponi tutakiwa tuwe vipi? Ikiwa mtu atafuta kiti bungeni, sawa ni county assembly au ni national assembly, henda mbio halali hana time ya kukaa na familia yake, mikutano, kuonana na huyu kuonana na huyu kuonana na huyu saa zote kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kiti bungeni. Mimi na wewe tuta, tuta, tuta, tutafuta nafasi ya kiti peponi kwa Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tuende mbio vipi? Tunatakiwa tufanye tuwe na himma kiasi gani? Tunatakiwa tufanye mazuri kwa, kwa, kwa kiasi gani? Sasa maana ya hadithi kwamba Mwenyezi Mungu humrefushia katika umri wake ni kwamba, imma hakikatan, miaka hupewa mingi, wa imma majazan, la miaka ni ile ile, lakini hupewa nafasi ya kufanya huafikiwa, akapewa u, katika ule umri wake mdogo akayafanya mingi sana. Kuna watu kadhaa tawajua, waliishi mri mfupi sana, lakini walifanya mingi. Na ndio katika falsafa ya urafiki wanasema usiang, mtu haangalii wewe na yeye mmeishi kwa muda gani, aangalia wewe na yeye mumeathiriana kwa, mumeathiriana kwa kiasi gani. Unaweza kuketi na mtu miaka kumi usimkumbuke hata siku moja unaweza kukaa na mtu dakika kumi ukamkumbuka maisha yako, kwa sababu suala alikuathiri kwa kipi, ile nafasi aliokuathiri ndio nafasi atakuweka ya kumbukumbu, alikufanyia jambo gani? Mi nakwambia unaweza kuishi na mtu miaka arobaini, waishi na yeye mko pamoja, mmekulia pamoja, lakini kila ukijiuliza amenifanyia nini huyu, is nothing, hakuna chochote na ukakutana na mtu sekonde 40 akakufanyia jambo ikawa umri wako wewe, humsahau kila ukikawa mkumbuka yeye. Ah, fulani si msahau maisha. Ni mwangu mmeishi muda gani? Ah, ndo mwanzo kuonana naye, lakini huyu siwezi msahau maisha. Kwa hiyo angalia wewe, usiangalie wewe una umri wa kiasi gani, lakini angalia umefanya mambo kiasi gani. Mwenyezi Mungu atupe kila la heri.